E, haki ya wananchi kushiriki kwa mujibu wa sheria ambacho saa hizi ni maarufu kabisa kifungu cha 183 kidogo cha kwanza cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai sura 20 na kufanya marekebisho mwaka 2022, kifungu ambacho kinatoa haki ya wananchi au umma kushiriki katika mashauri e, ya, ya jinai kwao. Tunafurahi kwamba tumetimiza hadhi yetu kwa jumla wetu kama jopo. Kwa hiyo nafikiri katika aspect hiyo hatuna, hatuna deni e, e, kunapokuwa na haki kuna responsibility pia. Kwa hiyo watu wetu tunawaomba Eh, kwa sababu masharti ya mahakama ni kwamba wale wanaokuja kuhudhuria wajiconduct properly, yani wajitahidi kuwa na nidhamu. Sasa wasituangushe sisi ambao tumevuja jasho na damu mpaka kufikia uamuzi huu. Watakapohudhuria tarehe kumi na tisa, waje kwa utulivu, ili wasitoe kisingizio kwa mtu awaye yote kwamba unaona sasa tulikuwa tunakwepa tuna kitu kama hicho, kwa wajitahidi waje kwa wingi, karibu na nafasi navyoelekeza, lakini eh, watakapofika basi wajitahidi